Aliyekuja, ni mgonjwa ajue kwamba Yesu ni mponye. Je, waamini? Je, unakubali? Yesu hagawi hela, ila anakufundisha mbinu za kutafuta fedha na kukulinda. Hapo vipi? Amen. Ndio kitu cha msingi sana. Zingatia, imani haihitaji ushabiki. Imani haihitaji ushabiki. Ushabiki kwa sababu nguvu yake inatoka kwenye neno la Mungu lililohakikishwa. Imani haihitaji ushabiki kwa sababu nguvu yake inatoka kwenye neno la Mungu lililohakikishwa. Imani haihitaji ushabiki. Yanawaingiaje? Naelewa? Hii kuna kuna watu wa shabiki ya mene. Imani leo ushabiki. Inataka mtu mmoja asimame na imani. Sio ushabiki shabiki. Sige si. Ndiyo maana katikati ya watu kumi, kuna watano waweza kuwa wana imani. Watano wana imani. Na imani haiambukizi, imani haiwezi kushabikishabiki, imani inataka mtu asimame. Kuna mtu Eliya, Eli, Elisha a asa, kama ungeona walio upande wetu ni wengi, wen, kuliko wa upande wetu, anajaribu kumtengenezea imani isiyokuwa na mashaka na mawa kitu ambacho unatakiwa ujiazari, sema nijiazari. Safiri na Mungu, usisafiri na Mungu bila imani, ila safiri na Mungu kwa imani. Safiri na Mungu kwa imani, kwa imani, kwa imani. Maana asiye kuwa na imani ni kama wimbi la bahari ambalo unachukua kuna. Haleluya. Hoi kama kwa kujifunza hapa. Nendeni kule mnakoenda huko nyumbani kwenu. Msianze kubishana masuala ya Yesu. Hii ni swala kiimani, alibishana nini? Mambo ushabikikamambo nenda, kasome Biblia yako. Hakuna ushabiki kwenye maswala ya imani, simama imani. Imani kat, imani. Na imani na mwenye imani katika Mungu hawezi kulo. Sababu anaamini Mungu, kwa sababu imani haitokani na mawazo yetu Inatokana neno la Mungu, lahakikishwa. Kama unalima unayo imani, kama unafanya biashara unayo imani, kama unafanya chochote unayo imani. Haleluya, watu wa kanisa, si mnaelewa vizuri? Ko ni kitu ambacho kimehakikiwa kupitia neno nani la Mungu, hakijatokea tu, kimehakikiwa

Nasema hivi kwa imani, twa fahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Hapo ndipo sasa unaelewa tumezaliwa kwenye familia familia hii ina jina linaloitwa masikini. Masikini, hata ulimwengu wenyewe haukuumbwa katika vitu vinavyo. Maana yake ni nini? Basi imani iliafrai ikatoa kitu na ao endelea kumwamini Mungu, kukubaliana na Mungu yale mambo aliyokutunzia yadhihirike katika hii dunia, yadhihirike katika hii dunia. Mungu ndio udhihirisho achadhihirishe mambo yake. Kwa hiyo tunaona imani sio ushabiki kwa, ma kwa imani twafahamu, ili sikiza, haufahamu kwa moyo tunafahamu kwa imani tuna, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa imani. Kwa nini sasa? Kwa imani twafahamu ndugu yetu ameponyeka, kwa imani twafahamu ndugu yetu amekuwa tajiri. Sasasa sasa, imani pasipo matendo imekufa. Nisije kufundisha imani ama kwa tafsiri vibaya kwa sababu ngoja nika apply imani sana, naenda kuna ndani niseme imani fanya kazi. Ah, ah, unaenda kinyume kidogo. hiyo kazi unayoifanya amini kwamba Mungu atakubariki. hiyo biashara unayoifanya amini Mungu atabariki. Amen. hiyo afya unayoihitaji amini Mungu atakuponya. Amen. Aleluya, watu wa kanisa kwa hiyo ili tufanye mabadiliko ya kweli katika imani katika kanisa, lazima watu wa kanisa wawe na imani juu ya Mungu wao. Lazima watu wa kanisa wawe na imani juu ya yale Mungu aliyoyatenda atayoyatenda, na a, ambayo ameyatenda sasa. Lazima wawe na imani juu ya Mungu wao. Kinachokosekana saa hizi ndiyo maana watu wanakwenda kwa waganga, niyo maana watu wanakimbia kule na kule. Wamepoteza imani juu ya Mungu wao. Hata kina Sheda, kina Mesha, kina Bendego walipita kune mateso, lakini waliamini Mungu aliye naye. hata kina Danieli walipita katika ziki lakini waliamini Mungu aliye naye. Hata kina Paulo Nasira, fundwa, Mungu, na Sila walifungwa lakini waliamini Mungu aliye naye. Kwa sasa hivi kilichokosekana ndani ya kanisa ni watu kumwamini Mungu aliye naye. Hicho ndio kinakosekana. Ndio maana leo ikitokea Mungu amekubariki watu wanashangaa, ila kwaje huyo wamebarikiwa, hasa wameokoka. Watu wanajiuliza, mbona walokole wamechoka? Mbona walokole hawana maisha? Kwa sababu watu hawajaweza kuapply imani ya Mungu kwenye maisha yao. Wameapply walisia na matatizo walio nayo katika maisha kwamba ukitaka kubadilisha maisha ukitaka kubadilisha mwonekano ukitaka kubadilisha kila kitu, lazima uamini katika Mungu uliye naye, lazima uamini, lazima uamini. Unataka kubadilisha magonjwa ya uja uzima, lazima uamini. Wote walioponywa na Yesu aliwaambia, chee mnayo imani, chee mnaamini Kanisa likiwa na sura ya imani katika Mungu wao, kanisa lao linaenda. Mtu akiwa na sura ya kiimani katika Mungu, huyo mtu anaenda kidogo. Mtu ameamini wiki, wiki ijayo, leo tunaenda anaponya, anaponya, anaponya baba anaponya anaponya baba, anakuja wiki mbili, naima wiki ya tatu. Sasa kinaendelea wewe, kuna mganga kutoka Sumba wanga, angalia sasa. Leo naima habariki abariki abariki, Bwana kesho. Wewe ukiwa na imani inayoyumba yumba, ambayo haiko thabiti, utapishana Mungu kila siku, na utaona Mungu ati. Haleluya! unaweza kwa haleluya, mwambie kwanza, haleluya, imani yako iko sawasawa. Yesu akasema nimewaombea ili imani imani yenu istindike. Ni kweli kila mmoja aliyekuja kwa Bwana ana matatizo, si ndio? Sasa ili uweze kutendewa, je, wewe ni mtu wa imani? msarawa st anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Yani haiwezekani kumpendeza Mungu kama una nini? Hata unaweza kushangaa mtu anaabudu laenyezi nakua vivili fulani hapa mmoja hapa nilikuwa na na ubini na ubini, kumbe kuna mama mmoja alikuwa anakuja hapa amevaa hizi, alivyokuja mbele hapa wewe, nikasema wewe katoka kwanza hizi zia kwa nenda kwa katoka hizi hey. Yaani watu bado hawajajimaliza kwa Mungu, manisikia hawajafanya. Alafu wao wanataka Mungu ajimalize kwao. Wapi na wapi? A wewe ulioolewa au umeoa au na mchumba au sina ili like ufunguke si ndio? sina bidi? na naye afunguke si ndio? umejimaliza si ndio? sasa unaweza kujimaliza kama yeye anajimaliza? Mungu anataka ujimalize, umwamini umwamini umwamini kwamba hata katika hili atanitoa, hata katika hili atanivusha, hata katika hili atanitendea. Haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo hiyo imani. Maana kila mtu amwendeawe Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na uwapa thawabu wote wamwendeao. Ndio maana tuna watu nikwambie. <coughs> Mwenye imani hatikisiki. Mwenye imani hatikisiki. Yani mimi katika maisha yangu yani mimi namwamini Mungu asilimia mia kwamba eti nitikiswe, Amen. Kuna mtu akipata tu jaha anamwacha Mungu, ni kweli kweli? Kuna mtu akikosa hela anamwacha Mungu, si ni kweli kweli? Kuna mtu mwingine akikataliwa na mchumba wanategemea baba, sasa mchumba wangu ameondoka, nimanamini ajatusani. Acha kama mchumba amekuacha amekuambia wewe wezi kuelewi kichwa kama Gervas, ondoka nawe naata imani. Una matatizo una matatizo una matatizo. Na mtu mwingine akiachwa na baba watoto wake Asa na mimi Mungu sitaki. Nilikuwa najua Mungu atanisaidia. Nimeenda kwa Mungu. Kumbe ndio mambo yameharibika kabisa. Ame ani ndivyo na na kanisa tu amenenda. Yaani kichwa chako usikiriwi. Yaani ukifika nyumba ndio sasa hivi nje. Asa na mimi kanisa tena. Eh, hey. Nilikuwa najua nimeenda pale atanisaidia. Sikuwa na imani haipo katika uhalisia wa mazingira hayo. Imani haipo katika uhalisia wa mazingira hayo. Kama unamwabudu Mungu hivyo, utapoteza vyote.